Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV Channel, kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo kwa simulizi na makala za kuelimisha. U hali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti,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 kuna vitufe ambavyo utakavyoviona lakini wewe nenda kaguse kitufe ambacho kina alama ya jumlisha moja kwa moja hapo utakua umetufollow Baba Sam The King channel kwa upande wa kaunti ya TikTok. Kwa hiyo tunachokuomba follow, like, kama umependezwa na video hizi share ili wenzako waweze kujifunza, lakini comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa karibu katika sehemu yetu ya kumi ya simulizi hii inayoitwa Msaliti wa Mapenzi. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea baada ya kuwa Ibrahimu amemaliza kuzungumza na mzee wake mzee Muhina. Basi moja kwa moja alitoka hapo na kuondoka pamoja na rafiki yake Yeremia Mwamoto, waliaga moja kwa moja wakaondoka. Na baada ya kuondoka huku, Flora alikuwa na mchumba mwingine. Flora alikuwa na mchumba mwingine ambaye alikuwa anaitwa Onesimo huyu Onesimo alikuwa amepatwa na ugonjwa mkubwa sana kiasi kwamba hakukuwa na namna yoyote ile. Kilichokuwa kinahitajika ili aweze kuendelea kuishi katika dunia, maanake ilikuwa ni figo kiasi kwamba fe nani figo zake zote zimeferi. Kwa hiyo hapo ilikuwa inahitajika walau figo moja, ili aweze kuishi vizuri. Sasa basi, walipokuja walipokuja kumpima, wakagundua figo zake zote zimeferi ikabidi aambiwe Flora ili aweze kuitoa figo yake moja kwa ajili ya kuweza kumsaidia mpenzi wake, lakini Flora alisema yeye anajua sehemu pa kuweza kupata hiyo figo kwa ajili ya kumsaidia kipenzi chake Onesimo. Kwa hiyo akawaambia waendelee kumlaza soon atapata suruhisho la kupata hiyo figo. Basi wale madokta waliweza kukubali na hawakupinga chochote, lakini walimsisitiza kwamba inatakiwa afanye haraka ili mambo yasije yakaharibika. Hapo na yeye Flora aliweza kukubali, na hapo ndipo ambapo alipotoka hapo baada ya kusikia matatizo kama hayo akaanza kumpigia simu kijana huyu wa kuitwa Ibrahimu ili aweze kujua yuko wapi. Alimpigia simu Ibrahimu, alimwambia kwamba yuko maeneo ya mitaani, akiwa anaendelea kuandika miziki ya watu ndipo ambapo alipoomba ili waweze kuonana, na hatimaye akamwelekeza sehemu ambapo anapoishi, ili kama ikiwezekana, basi wakakutania nyumbani. Na hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa, maanake ni kwamba angeweza kwenda ili waweze kukutania nyumbani. Kutokana na kwamba Flora ameelekezwa mpaka eneo ambapo anapoishi Bwana Ibrahimu, na kweli alijitahidi kwenda moja kwa moja. Akafika pale, ndipo ambapo alipompigia ili waweze kukutana haraka sana iwezekanavyo, na Ibrahimu aliweza kumwambia rafiki yake kwamba kwa siku hiyo wafunge kazi mapema ili aweze kwenda kukutana na kipenzi chake Flora. Flora chama huyu alikuwa ni mjanja mjanja sana. Basi moja kwa moja Bwana Yeremia Mwamoto alikubali na hatimaye kwa wakati huo ndo ukawa mwisho wa kazi yao, baada ya kuwa amepigiwa simu kwamba ameshafika, kwa hiyo anataka aende akamwone. Na kweli walianza safari ya kutoka huko walipokuwa. Kama jinsi tunavyojua, na kama jinsi ambavyo tumesikia kwamba Ibrahimu ni mlemavu wa miguu, kwa hiyo anatumia kiti mwendo kuweza kutembea. Sasa katika njia mbaya mbaya, manake huyu assistant ambaye ndiye Yeremia Mwamoto, sasa kuna sehemu nyingine inabidi awe anamnyenyua kumtoa kwenye kiti mwendo na kumvusha yeye kama yeye, kutokana na njia mbaya, lakini anakuja tena nakichukua kiti mwendo na kibeba, anakivusha Akifika mbele sehemu yenye njia nzuri, basi ndo anakalia tena kiti mwendo. Bwana Ibrahimu Muhina anaendelea na safari, akifika sehemu mbaya kwenye mlima labda, kwa hiyo inambidi Yeremia Mwamoto aanze kusukuma kile kiti mwendo ili kiweze kwenda. Kwa hiyo kazi yake ilikuwa ni hiyo, anamwasisti huyu kijana wa kuitwa Ibrahimu kwa hiyo aliendelea kum aliendelea kumwasisti mpaka pale walipofika nyumbani. Hatimaye walifungua mlango na kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani, Yeremia Mwamoto baada ya kubadilisha nguo na kuvaa nguo za kawaida, kuachana na nguo za kazi ambazo ni za kuzurula nazo kwenye jua kali, akiwa amebadilisha, amevaa nguo nzuri baada ya kutoka kuoga yari moja kwa moja alielekea tena kwa jirani yao, huyu jirani yao tenda wema, na kwenda kuangalia kwen, muvi za aina mbalimbali kwenye skrini. Akawaachia kabisa mda ili waweze kuongea, yaani Ibrahimu Muhina pamoja na Flora Chama waweze kuzungumza mambo yao na mazungumzo yao kati ya Flora Chama pamoja na Ibrahimu Muhina yalikuwa kama hivi: karibu sana, karibu sana, hapa umeshafika nyumbani. Nashukuru kwanza nimekuona. Ah, kumbe wewe ni mrembo ah. nashukuru sana kama umeniona mimi tunaweza kuongea hii lakini, namshukuru Mungu kwa kunikutanisha mimi na wewe ili tuweze kuongea. Sasa kipenzi changu, sikiliza, nimepatwa na majanga. Mwenzio umepatwa na majanga? Majanga gani? yaani nimeshukuru kukuona uko hapa alafu tena mekumbwa na majanga. Ni majanga gani hayo ambayo oja yamekumba? Kwa sababu kama Mungu ameniruzuku basi hakikisha hayo majanga yanaishi. mm. nikwambie Imegundulika kwamba figo zangu zote mbili zimefeli, kwa hiyo muda wowote ule unaweza ukamipoteza. Kwa hiyo madokta wameniambia hivi nijaribu kutafuta mtu ambaye anaweza kunisaidia ili niweze kupata figo niweze kuishi. tofauti na hapo, mi nakuaga, hautaniona tena. Frora Chani, bacha kuzungumza mambo kama hayo. mimi niko tayari, twende tu tukapime kama endapo mimi nafaa kutolewa figo. mimi niko tayari wanitoe figo, alafu mambo yaweze kwenda sawa. kwa hiyo wala watu usiwaze juu ya hilo yaani, mnavyokupenda yaani, niache kukutolea figo mpaka ufe? Jamani, mm, hapana isee, hapana au majanga yaliyokukuta. Yani, mimi naona mimi na wewe ndio kitu kimoja, kwa hiyo siwezi nikaruhusu ili jambo likatoke, yani litokee tu jambo hili la kipumbavu, haiwezekana, haiwezekani, lazima tuende pamoja ili tukapime mambo mengine yaweze kutokea. Kwa hiyo ni ni lini ambapo wanahitaji kuwekea hiyo figo? Niambie, niambie ni lini, ni lini? Kama inawezekana, kama itakuwa ni leo, basi basi unanitu, tujue tunafanya nini? Yaani mrembo kama wewe kabisa, namna jinsi ninavyokuona, yani yani, kwa kweli, hapana hapana bwana, mimi siwezi kukubali, lazima lazima mambo mengine yaweze kukaa sawa ili tuweze kuishi vizuri. Yaani, namna jinsi ambavyo nimepata mwanamke, yaani kiasi kwamba sikuwahi hata kuambiwa na mwanamke no kama ananipenda leo hii tena, yaani hapo haiwezekani. Nitakuja kukuchukua kesho tuende rukapili lakini kwa leo nimekuja tu ili uweze kuniona, lakini pia nimekuja kwa sababu na kupenda uniambia kwa nama jinsi ambavyo hata kama unahitaji mapenzi wewe niambie, tufanye tu, pengine naweza kukaa sawa. Hmm. ni kweli, ni kweli kunio, kunionjesha nako sio, sio mbali, lakini hapana, mpaka kwanza tupime kesho hiyo hiyo, manake tutapima na magonjwa yote, ili tuweze kujua kama endapo tuko salama, maana unapotokea sipajui, na mimi ninapotokea najua, huwezi kuniamini. Kwa hiyo tuaminishane hapa <gazit gwa> <gazit gwa> ninavyo vipima <gazit gwa> nimekuja navyo yeah. Kama uko tayari tupima, hivi ni kweli basi kama umekuja navyo vipimo, natakiwa kweli tupime, alafu tujue tujue afya zetu, alafu tufanye vya kwetu, si ndio? Simama sasa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, ni kweli bwana Ibrahimu alisimama ili aweze kutolewa damu na kipenzi chake kabisa Flora Chama ili aweze kupimwa waangalie kama watakuwa ni wazima katika vile vipimo vya kununua, ili waweze kujua kama wako salama ili aweze kumfanyia mapenzi. Kweli walipima na wakamaliza, na akamwonyesha na yeye damu yake, wote walionekana wali wako salama. Hapo ndipo ambapo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 upande wa kulia juu kulia kuna vitufe ambavyo utakavyoviona, basi wewe utaenda kugusa kwenye kitufe ambacho kina alama ya jumlisha, hicho ndicho ambacho utakachokigusa, moja kwa moja utakuwa umetufollow. Kwa hiyo tunachokuomba follow, like, share comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, tumeona namna jinsi ambavyo Flora Chama anavyofanya kila mbinu ili aweze kuipata figo ya Ibrahimu ili aweze kutolewa akijidai kwamba anaenda kuwekewa yeye, kumbe yeye anazo zote mbili, lakini hataki atolewe hata moja, anataka aende kumtoa mwingine kwa ajili ya kipenzi chake. Umeona usaliti wa ambapo unapoanzia ni hapo. Sasa msaliti wa mapenzi, nadhani utakuwa umeiona kwamba ilikuwaje. Huyu ni mtu mwenye ulemavu wa miguu, lakini ameanza kufanyiwa vitu kama hivi. Mpenzi msikilizaji, endelea kuifuatilia. Una hisi ni kweli watakapopima pale hospitali watakuta ni mtu kweli ambaye anafaa kutolewa figo bwana Ibrahimu Muhina ili iweze kwenda kuwekwa kwa Onesimo. Na je, baada ya kufanya mapenzi naye huyu binti wa kuitwa Flora Chama atabeba ujauzito? Na kama atakuwa ameubeba ujauzito, kama atakuwa kwenye siku zake za hatari? Je, hata kama amemponya bwana Onesimo kuwa na figo moja, angalau unafikiria Onesimo atamwelewa kabisa Flora kwa kitendo ambacho atakuwa amebeba mimba isiyotarajiwa? Twende pamoja, huenda sehemu inayofuata ukaja kuyajua yote hayo. Mimi ni hasidi 02 baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo.